Na tukianza na taarifa kuu, ni kwamba kamanda wa polisi wa eneo bunge la Msambweni, kaunti ya Kwale, Robinson Langat, amesema kwamba raia wa Uholanzi anayefahamika kama Elwin Tahost atafikishwa mahakamani baada ya kuzuiliwa katika eneo la Diani kufuatia vurugu na kumiliki dawa za kulevya. Kwa mujibu wa Lang'at, mshukiwa huyu alipigwa picha kwenye video inayosambaa mtandaoni akiwatukana na kuwatemea kamasi maafisa wa polisi waliokuwa wakijaribu kumtuliza. Lewa na mengi zaidi. Raia of... wa Uholanzi Elwin Ter Horst atarejeshwa kwao baada ya kunaswa na kamera akiwatukana na kuwatemea makamasi maafisa wa polisi wa Diani, kaunti ya Kwale, yeah, Kulingana na kamanda wa polisi Robinson Langat, amesema kuwa uchunguzi umebaini kuwa mzozo huo ulitokana na kutoelewana na mpenzi wake, raia wa Kenya, hali ambayo ilimfanya kuzua vurugu uh.

Uh, uh, uh, aidha raia huyo atafunguliwa mashtaka kuzua vurugu na kumiliki dawa za kulevya. Hata hivyo, idara wahamia, kwa tu, hata ya uhamiaji itamrejesha kwao pindi tu atakapoachiliwa mahakamani. Nikiripotia runinga ya Alshifa kutoka kaunti ya Kwale, mimi naitwa Yasir Leo na kwengineko, ni kwamba zaidi ya wakazi elfu nne kutoka kaunti ya Mombasa wamepata leseni ya kuendesha magari baada ya kukamilisha mafunzo maalum ya udereva. Waziri wa elimu wa kaunti Daktari Mbwarali Kame amesema mwaka huu serikali inalenga kuwachukua wanafunzi elfu tano waliomaliza kidato cha nne na kuwapeleka vyuo vya kiufundi. Mwaka uliopita wanafunzi 700 walipelekwa katika vyuo kumi na viwili ndani ya kaunti hiyo lengo kuu ikiwa ni kuwapa vijana ujuzi wa kujitegemea na kusaidia familia zao. Mwanahabari wetu Joseph Lewa na kina cha taarifa hiyo, ambapo kwamba tunatarajia tutawachukua watoto wetu waliomaliza form 4 wasiofungua, wasiopungua wanafunzi 1500 kufundishwa skills kwa kupitia mgoo wetu wa elimu skini. Zaidi ya wakazi 1400 kutoka kaunti ya Mombasa wamepata leseni ya kuendesha magari baada ya kukamilisha mafunzo maalum ya udereva. akizungumza katika shule ya badala jijini Mombasa wakati wa kugawana vitabu vya mazoezi kwa wanafunzi wa kidato cha nne mwaka huu 2025, waziri wa elimu wa kaunti ya Mombasa, Daktari Mwarali Kame amesema mwaka huu serikali inalenga kuwachukua zaidi ya wanafunzi 5000 waliomaliza masomo yao ya sekondari na kuwapeleka katika vyuo vya kiufundi Daktari Mwarale amesema mpango huo unalenga kuwapa vijana ujuzi wa kujitegemea na kusaidia familia zao, akitaja kuwa mwaka uliopita walifanikiwa kuwasomesha wanafunzi 700 katika viuo kumi na viwili vilivyoko ndani ya kaunti hiyo. Tumetoa driving license kwa wananchi wetu wa Mombasa wasiopungua 4000. Tujiajiri programu inaendelea kwa sasa hivi takriban wanafunzi wasiopungua 700 wako katika college zetu zilizoko Mombasa kumi na mbili, wanafundishwa skills na tunatarajia kwa kupitia CEO wangu wa nguvu, Dr Jamal skills mitaani, ambapo kwamba tunatarajia tutawachukua watoto wetu waliomaliza form 4 wasiofungua wasiopungua wanafunzi elfu tano kufundishwa skills kwa kupitia mgao wetu wa elimu skini aidha dkt mborali ameongeza kwamba serikali ya kaunti ya mombasa iko tayari kushirikiana na shule za kibinafsi ili kuhakikisha wanafunzi wote wanapata mazingira bora ya kimasomo. Elewe. Unajua bwana elisha zile message ambazo kwamba nilikuwa ninazipata na inboxing kule uturuki nilipokuwa nafikiri siku mbili daktari pia alikuwa ananiuliza waziri I can see something wrong on you. Nikamwambia Naona watu waelisha kidogo wananipeleka mbio, but these are very very good people. Congratulations to our private schools in Mombasa County. Mkitwekea pressure kidogo, pia sisi tunajivuta kushughulikia mambo yenu. But we really recognize you here in Mombasa County. Hata hivyo ameweka bayana kuwa kumekuwepo na changamoto kubwa katika utoaji wa basari kote nchini, swala ambalo amesema limefikia kikomo na hivi karibuni litapata utatuzi. Kila mmoja ana question mark kubwa mbuni, tulitoa forms kisha basari hatujatoa, kuna a lot of question mark ambayo inatukujia lakini laeleweka wazi si kwa kupitia governor tu Abdusamad peke yake, even the chairman from Council of Governors came na akatoa speech in front of Kenyans kwamba there is a problem which is facing Council of Governors, all 47 counties ziko na challenge katika kutoa mambo ya basari sababu ya controller of budget Tumetoa form sisi in good faith, we want to deliver on time kwa Mombasa county kwa wanafunzi wetu, na hata his excellency governor mwenyewe aliita all principals, even the private schools, akawaongelesha kwamba we are facing these challenges. Sasa hivi mchakato ambao kwamba twaendelea nao wa kupitia control of budget tumefikia kilele Nikiripotia runinga Alshifa kutoka kaunti ya Mombasa, naitwa Joseph Lewa. Na tukisonga mbele, ni kwamba kamanda wa polisi ukanda wa pwani Ali Nuno alifanya mkutano kuhusu wa ya ya usalama wa maeneo ya pwani, akisema kuwa usalama utaimarishwa zaidi hususan tunapokaribia msimu wa sikukuu.

We have a security plan and we have an operation order in place. Therefore, all is set. We have done the briefing today. Thank you. Na tukiendelea mbele, mpenzi mtazamaji, ni kwamba ukame mkali unaendelea kuikumba kaunti ya Garissa na zaidi ya familia elfu thelathini wanakabiliwa na upungufu mkubwa wa chakula na maji, kulingana na gavana wa kaunti hiyo Nadhif Jama. Serikali ya kaunti hiyo imethibitisha kuwa sehemu kubwa ya maeneo ya wafugaji yameathiriwa na ukame hali inayohatarisha maisha ya watu na mifugo. Takriban kata kumi na nane kati ya thelathini zimeathiriwa, na serikali ya kaunti hiyo inasambaza maji kwa zaidi ya makazi mia mbili ili kusaidia wakazi wanaokumbwa na hali hiyo. Mamlaka ya usalama na uongozi wa kaunti zimeitaka serikali kuu pamoja na wadau wengine kuongeza msaada wa dharura ili kuepusha maafa ya binadamu na kupoteza kwa mifugo. Wakati huo huo Wataalamu wa hali ya hewa wameonya kuwa mvua inayotarajiwa inaweza kuwa chini ya wastani, jambo linalozidisha mashaka kuhusu mstakabali wa usalama wa chakula katika eneo hilo. Wananchi vilevile wanahimizwa kuchukua tahadhari huku juhudi za uokoaji zikiendelea. Na kwa taarifa hiyo, mpenzi mtazamaji, kutoka kaunti ya Garissa ndipo tunapochukua mapumziko yetu mafupi, lakini tutarudi na habari za kimataifa na za spoti. Usiende mbali. Nashukran mpenzi mtazamaji, kwa kuendelea kutazama runinga ya Alshifa na kumbuka, matangazo hao wanayapata moja kwa moja pale kwenye mitandao yetu ya kijamii, Facebook ikiwa ni Alshifa Digital Kenya; YouTube Alshifa Television Kenya, Instagram, TikTok na X ikiwa ni Alshifa Media Kenya. Na kimataifa, mpenzi mtazamaji, ni kwamba Watanzania wanapiga kura leo katika uchaguzi mkuu ambao rais Samia Suluhu Hassan anachuana na wagombea kutoka vyama vidogo. Rais Suluhu ameonekana kuwa na nafasi kubwa ya kushinda, huku wachambuzi wakisema upinzani umedhoofika kutokana na vikwazo vya kukamatwa kwa baadhi ya viongozi. Wananchi wengi hasa vijana wanalalamikia ukosefu wa ajira na nafasi za kujieleza. Mashirika ya haki za binadamu yameripoti visa vya unyanyasaji, vitisho na utekwaji nyara wa wanaharakati na waandishi wa habari katika kipindi cha kuelekea uchaguzi. Wagombea wa upinzani Tundulisu na Luhaga Mpina hawakuruhusiwa kushiriki kwenye kinyang'anyiro hicho. Lisu kwa sasa anashikiliwa katika kituo cha polisi kwa tuhuma za uhaini. Wagombea wa upinzani Tundu Lisu na Luhaga Mpina hawakuruhusiwa kushiriki kwenye kinyang'anyiro hicho. Lisu kwa sasa anashikiliwa na polisi kwa tuhuma za uhaini. Kampeni za Rais Suluhu zimejikita katika ajenda ya kazi, heshima na maendeleo ya kilimo huku wachambuzi wakisema ushindi wa CCM bado unaonekana kuwa wa hakika licha ya kupungua kwa umaarufu wake katika miaka ya hivi karibuni. Gasia zimeshuhudiwa katika maeneo mbalimbali nchini Tanzania, baadhi ya raia kuandamana kupinga namna uchaguzi unavyoandaliwa. Waandamanaji wanaonekana wakichoma magurudumu barabarani, wakipaza sauti, wakitaka tume ya uchaguzi ichunguzwe kwa madai ya kutokuwa huru na haki. Vikosi vya usalama vimejitokeza katika miji kadhaa ikiwemo Dar es Salaam, Arusha na Mwanza katika juhudi za kutuliza hali hiyo, huku ripoti zikionyesha kuwa watu kadhaa wamejeruhiwa. Hata hivyo, mashirika yaki, raia, ya kiraia yametaka serikali kutafuta suluhu ya kidiplomasia baada ya kutumia nguvu, yakisisitiza umuhimu wa kuheshimu matakwa ya wananchi. Hali bado ni tete katika baadhi ya maeneo, huku raia wakisubiri tamko rasmi kutoka kwa mamlaka kuhusu mstakabali wa uchaguzi huu. <tipos> <tipos> Kwenye spoti, tukianza na hapa nchini Kenya, mpenzi mtazamaji, ni kwamba timu ya taifa ya kandanda nchini ya wanawake Harambee Starlets wamefuzu rasmi kwenye mchuano ya Women's Africa Cup of Nation mwaka 2026. Na bao la kipekee kutoka kwa kipusa mwanalima Adam dhidi ya Gambia ilitosha kuwakatia tiketi ya kufuzu michezo hiyo baada ya kuwapiga mabao manne kwa moja mechi hiyo ilifanyika katika uga wa Stade Lat Dior in Thies Senegal, ikiwa ni mkondo wa pili. Mkondo wa kwanza Starlets wakimpiga Gambia mabao matatu kwa nunge. Harambee Starlets sasa watashiriki michuano hiyo tena baada ya kumaliza ukame wa miaka tisa, ikiwa mara ya mwisho kushiriki ilikuwa ni mwaka wa elfu mbili na kumi na sita. Aidha, Rais William Ruto amesema atatimiza ahadi yake kwa vipusa hawa kwa kuwatunuku kila mmoja shilingi milioni moja. Kwenye video iliyotumwa kwenye ukurasa wake wa X rais, aliwapongeza kwa kuwakilisha taifa vilivyo, na pia kuahidi kupatana nao katika Ikulu hapo baadaye. Hi guys how are you? Hi, aha, pongezi, congratulations. Yani, yani mlikuwa serious, eh? <laughs> yani mlicheza kama nyinyi na vile niliwaahidi na mimi pia nitacheza kama mimi. Mimi niko shughuli huko Nakuru sasa. Kesho naenda Kakamega lakini nikirudi mtaa nitawa nitawatafuta. Sawa sawa? Alafu nipange vile niliwaeleza. Tumeelewana? Otherwise, congratulations. Niliwaambia Wakenya wote wako nyuma yenu na we are very very proud of you guys. You have done us um, you have done great for our country and you are demonstrating that Kenya is a great nation. Thank you very much. You have our support. Mimi nakimbia shughuli hapa Nakuru, lakini nitawaona Nairobi. Sawa? Tutasalimia hao warembo wengine. Thank you very much. God bless. Have a good day. Thank you. Thank you. Bye-bye. Na tukisalia hapa nchini Kenya kwenye ligi za KPL ni kuwa klabu ya Kenya Police imempiga kalamu kocha mkuu Burundi Etienne Ndayaragije. Kocha huyo aliwaongoza walinda usalama hao katika kulibeba taji la ligi kuu nchini msimu jana, na sasa nafasi yake imechukuliwa na David Bujego ambaye alianza kazi rasmi jana katika mazoezi. Kenya Police wanashikilia nafasi ya kumi na sita kwa alama nne pekee. Na kwingineko ni kuwa kocha wa Ulinzi Stars Dastan Nyaudo pia ameachishwa kazi rasmi na klabu hiyo baada ya msururu wa matokeo duni huku klabu hiyo ikiwa imeshikilia nafasi ya kumi na nne kwa alama tano pekee baada ya kucheza mechi tano. Klabu hiyo imeamua kumpiga kalamu na nafasi yake kuchukuliwa na kocha Ochola kama kaimu mkufunzi, ikiwa ni mara ya pili Ochola kuiongoza Ulinzi Stars kama kocha. Na tuelekea ugaibuni, mpenzi mtazamaji, ambapo klabu ya Napoli itafanya jaribio lingine la kumsajili kiungo wa Uingereza Coby Maino kutoka Manchester United mwezi Januari. Mchezaji huyo mwenye umri wa miaka 20 amecheza dakika 228 ndani ya msimu huu katika kikosi hicho cha mkufunzi Ruben Amorim. Na Manchester City wanataka kufungua mazungumzo ya mkataba mpya kuhusu kiungo wa kimataifa wa Uhispania Rodrigo Hernandez ambaye mkataba wake unakamilika mwaka wa 2027, huku akihusishwa na Real Madrid. Na Tottenham Hotspur wamejitokeza kuinda saini ya kiungo wa kimataifa wa Scotland, Scott McTominay kutoka Napoli ambaye ana mkataba hadi mwaka 2028 na klabu hiyo. Hata hivyo, Spurs ina matumaini mchezaji huyo atakubali kujiunga nao. Na Barcelona wameingia kwenye kinyang'anyiro cha kumsajili forward wa Korea Kusini Song Hyun-min mwenye umri wa miaka 32 kwa mkataba mkopo, wakati ambapo ligi ya Marekani inaelekea kukamilika. Na kwa taarifa hiyo, mpenzi mtazamaji, kutoka viwanjani, ndipo tunapotamatisha habari zetu za taswira ya runinga ya Al Shifaa. Shukran sana kwa wale wote waliofanikisha matangazo haya pale nyuma ya kamera, ikiwa ni Francis Muo, mhariri amekuwa ni Joseph Lewa. Mimi ni Mwanaisha Mohamed, kwa heri.